Nimefurahi sana tumeshinda leo, na tumekosa magoli mengi sana lakini tunashukuru Mungu tumeshinda. Kwa hiyo bado tuna mechi marudiano ambayo tutacheza Ijumaa. Tunataka tumalize mechi hii mechi ili tuongee kwenye makundi leo. Timu imecheza vizuri sana na tumekosa magoli zaidi ya nne tano za wazi. Overall performance ilikuwa nzuri sana team performance ilikuwa nzuri sana. kwa sana. Kwa hiyo mimi nafurahi kabisa tumeshinda kama shabiki mechi ya pili, mimi na imani tutafanya vizuri tutashinda tu. Kwa mchezo ambao tumecheza leo, na marudiano tunacheza Chamazi ambao ni uwanja wetu wa nyumbani, mimi na imani kabisa hiyo marudiano Chamazi tutashinda tu tuta kwanyinyi wote mnapenda Azam kweli? Sasa naulize ni swali, na wote mtulie. Yaani kila mtu anayejua ndo anajibu hilo swali, au sio? Nitajia mchezaji mmoja wa Azam jina lake. Faisal. Faisal. 2004? 2004. Huyu sasa huyu ndo abidi ape bendera wanangu, huyu hapo, twende hapo. ongera yako. Ongera yako bwana, shika. Hii bendera ndo unaichukua hii. sawa sawa. Unaitwa nani? Sabri. Sabri. Sabri. Wewe ndo mshabiki wa Azam keli, kweli? na wenzako wote ah, nyingine sasa. Haya. Azam wamewahi kuchukua ubingwa? Hajawahi. Imewahi. mara ngapi? Ubingwa? Mara Mara ngapi? ngapi? Ah, wewe uko vizuri. Ubingwa ligi kuu Tanzania Bara wamekuchukua wajawahi? Hawajawahi. Hawajawahi. Kweli? Anasema amewahi nani? Mimi hapa. Amewahi? Mara moja. Mara moja. Mm -hmm. Wewe umenyoka. Wewe wena una zawadi yako nyingine, bo kipa wa timu ya Azam anaitwa nani? Hapa sasa, hapo ndo hili jiani. Hapa mtu ambaye atajua kuna buku, kipa wa timu ya Azamu anaitwa nani? Miapa. Eh? Anaetanani kipa Zuberi? Zubei, zuberi Kuba? Zuberi fba ii hapa ii, una baya mwanangu, buku hiyo. Huyu apauzio sawa, imeisha hiyo. Oh, ya freshi mwanangu.